Kesho na kesho kuto, utasema pastor alisema, mi siwezi kusema, nikaacha mwanzio. Mi nimeanza tangu nimeanza, tarehe moja nimeanza. Nataka nikwambie, nimeanza na kusoma Biblia. Wengine juzi nimemwambia, jitahidi kusoma Biblia yote kwanzia mwanzo paka Ufunuo. Soma mwanzo hata sura moja au mbili, halafu kesho tena sura moja, halafu Matayo tena soma sura moja au mbili, ili umalize Biblia. Vitu vingine utavikuta humo. Ukiona vina kugusa, andika pembeni, halafu omba. Tunapoomba tuombi tu lazima liwepo neno la kusimamia kile kitu unachokiomba. Anasema sasa, mimi naomba tu katika jina, sasa utachoka baadaye tu. Yaani, dakika nyingi, unashangaa umeshasinzia hauna cha kuomba. Nini? Huna neno. Utaomba nini, hauna neno? Ukiwa na neno utakumbuka, Bwana umesema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, kila ambaye upokea. Bwana umesema mimi sitakuwa mkia, nitakuwa kichwa. Bwana umesema oh! Hebu, kaniheshimishe kule kazini, wanione na mimi nimo, kwa jina la Yesu. Si maandiko? Pigia Yesu makofi mengi mengi, simama kwa miguu yako. Hakuna Mungu